Kenya ni taifa linalokabiliwa na ukosefu wa ajira, hatua ambayo serikali iliibuka na mpango wa kuwatafutia ajira wa Kenya katika mataifa ya ugaibuni. Umati huu wa vijana waliojitokeza kutafuta kazi za mataifa ya ugaibuni inaonyesha wazi kwamba idadi kubwa ya vijana nchini hawana ajira. Katika uwanja huu wa Karisa Maitha mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi, vijana waliojitokeza wameeleza matumaini ya kubadili maisha yao iwapo watafanikiwa, wakidai maisha hapa nchini yamezidi kuwa magumu. Kenya, tumejaribu kutafuta kila ofisi, lakini kiukweli, kila mahali tukifika hatupati msaada na tunaregeshwa. Mtu na peana dokumenti zako hapo, unaambiwa usubirie na, na hiyo itakuwa ni lala salama ya hiyo kazi hujapata tunaangalia miaka inaenda, siku hizi tumekuwa pia tuna famili zetu zinatuangalia, sasa imekuwa changamoto kubwa. Tunasomea hizo kazi, lakini kuajiriwa inakuwa ngumu Kenya, kazi hazipatikani na somo unamaliza kweli, lakini opportunities hakuna. Leo niko hapa kwa msafara, nimekuja hapa ili ni niona kama naweza kuwa mmoja wao wale wenye aweza fanikiwa kupata hii kazi ya ugadena Mejaribu bike rider sasa, hii najaribu gardener, alafu kuna pia mambo na, nasikia kuna hospitalities, sijui hapo cleaners na nini, so ni kujaribu kote. Tutajaribu inshallah, pale patapokuwa na mazao hapo hapo ndio tutafaulu inshallah, vibali na tuseme si na sana takujaribu chenye nitapata hapa, kama mi ni bahati yangu niende mahali nende kafanikiwe nitapata Kulingana na serikali, eneo la Pwani limetengewa nafasi elfu tatu mia tano za kazi za ugaibuni katika mpango huu uliopewa jina kazi Majuu, ikiwepo kazi za kuendesha pikipiki, ubawabu, vija kazi shambani, pamoja na wahudumu wa nyumbani. Mpango huu tumeleta kazi zaidi ya elfu tatu mia tano, naona zimeongezeka, zitafika karibu kazi elfu nne, kumaanisha kwamba Malindi kazi zenyu ni elfu moja. Kwa hivyo tukijikaza vizuri, hizo ni kazi elfu moja. Mweze kupata kazi, mwende ng'ambo Jilani Justin Mwarumba mmoja wa vijana hao wanasema, serikali inafaa kuwahakikishia usalama wa pesa watakazotumia katika zoezi hilo, huku wakishinikiza kuangazia upya suala la ulipaji mkopo kwa wasio na uwezo wa kugharamia zoezi hilo la usajili. Nakubaliana na, na hilo ila nina uzito, kwa sababu nikiangalia ni serikali yangu ambayo inafaa kunisaidia, lakini imefikia kiwango nayo inahitaji nilipe. ila kwa sababu ni ratiba ya Kenya au ni uamuzi wa serikali imeamua hivyo, tupate hiyo nafasi, alafu tuko tayari kulipa kila kitu. Kina ubaya na uzuri wake. Kama nitakuwa nimepata kazi na naweza kulipa, itakuwa better than nikae nikae tu mtaani na hakuna kitu chochote ambacho nafanya. Ni bora kuliko kukaa mtaani. Unajua, kukaa mtaani waanza mambo mengi, lakini ukienda kujiengage na kazi halisi utafanya 1 2 3 kama kusupport familia yako kama utajifanyia nini it's better rather than kukaa mtaani. Kwa wanaotafuta kazi ya kuendesha pikipiki ugaiboni, wamelazimika kufanyiwa mazoezi upya kupitia mtindo <coughs> huu. Ndogo dogo tu sahizi nimefanya zoezi, lakini naona kidogo watu wananambia nimekosea juu kuna kule kutensi ndo wanasema sijui kuna kuweka miguu chini ndo nimekwa mitens kidogo, sijui kama ndio itakuwa nimechaguliwa ni vipi. E, zoezi mimi naona linaenda sawa kwa njia ya haki, kwa sababu kadri mtu alivyotangulia ndivyo foleni inavyoendelea mpangilio. uko sawa na e, pikipiki zenyewe pia ziko sawa, zoezi liko vizuri an yani. E, mimi natarajia kulingana na vile nilivyopeleka niwe nimefaulu. Ramla Sifa anayetafuta kazi ya kuwahudumia wateja hotelini anasema vijana wengi wanapitia mahangaiko nchini, swala ambalo serikali inafaa kulitilia mkazo sana sana wanastahili waangalie mayouth kwa sababu kazi nyingi zenye zinapatikana ni kazi za connection, unaangalia mtu ni mtu ana miaka arobaini anapewa kazi na mtu wa miaka ishirini na nne ama ishirini na tatu mwenye ametoka tu shule hapati kazi. So serikali inastahili angalia sana mayouth kushinda watu wazima, maana ukiangalia sana hayo maofisi ni watu wa 35 years ama 40 years and above ndo sana sana wako kwa maofisi kushinda mayouth. So unaona mayouth wamebaki tu wanahangaika huku chini. Hata hivyo wanaharakati wa kijamii mjini Kilifi wakiongozwa na Biria Menza wanashinikiza serikali kuhakikisha inabuni nafasi za ajira hapa nchini badala ya mataifa ya ugaibuni, ambako wakenya wengi wamekuwa wakipitia unyanyasaji mikononi mwa waajiri. Ningependa the government, ni sawa kitu wanafanya, lakini pia watafute mbinu mwafaka ya kuhakikisha kwa hapa kwetu Kenya ajira zimeweza kutengenezwa. Kama ni viwanda vijengwe vingi sana vya kuhakikisha kuwa vijana hapa kwetu wanapata ajira hapa hapa, manake ovule tumepata very negative experience eh? na nchi za ugaibuni. Kuna dada zetu na ndugu zetu wanafanya kazi kule ugaibuni, na tunaona ile mateso wanapitia. Wengine wanafikia mahali wanawawa, inabidi watu wanachangia, marehemu analetwa nyumbani. So watu wakuna ule uoga bado wa kusafiri kwenda kule ugaibuni. Zoezi hilo litaendelea Jumatano hii katika kaunti ya Mombasa na kuhitimishwa eneo la Ukunda katika kaunti ya Kwale siku ya Alhamisi. Mamia ya vijana wamejitokeza katika uwanja huu wa Karisa Maitha hapa mjini Kilifi kutafuta kazi za ughaibuni kama ilivyotangazwa na serikali. Wengi wana matumaini kwamba iwapo watapata nafasi hizi za ajira kama vile ubawabu na hata kazi za kuendesha pikipiki zitabadilisha maisha yao, lakini wanaharakati wa kutetea maslahi ya kijamii hapa mjini Kilifi wanaishinikiza serikali kuendelea kutenga nafasi za ajira hasa kwa vijana ambao wengi wanaendelea kuhangaika, wasijue cha kufanya ili kukidhi mahitaji yao ya familia. Ikiripoti ya Coco FM, naitwa Joseph Jira, Coco FM, ladha ya pwani.